Angalia magari sasa, na aunaogopa niniacnaogopa vukaaakujidekeza hata nashinda kuvuka barabara, utaenda kuvuka majaribu ya ndoa? Mambo mambo ya, ya, ya, <laughs> ya kijinga. Yaani kwa gharama zangu naenda kabisa, nachukua shela. Alafu unashindwa kuvuka hapo, utaweza kuvuka mambo ya ndoa? Gongee bana, najiwekeza kama umeshindwa ndoa. Unashindwa kuvuka, wewe utaweza ndoa? Mi naondoka kama uwezi. no, si si... Vuka mwenyewe, niachaje sasa? Hakuna cha nini, vuka. Unashindwa kuvuka barabara ndogo namna namna hii